Wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi ameandika waraka mzito sana kwenda kwa polisi. Polisi Ruvuma waliomkamata Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema ambaye kwa sasa anaendelea kusota rumande kwa mashtaka mawili likiwamo shtaka la uhaini ambalo halina dhamana. Moja kwa moja bila kupoteza wakati, hebu twende tukasikiliza alichokisema. Wakili msomi Boniface Mwabukusi kwa polisi, polisi Ruvuma mara baada ya kumkamata Tundu Antipas Lissu, namnukuu hapa. Wakili msomi na rais wa TLS anasema, chonde chonde polisi Ruvuma, chonde chonde polisi Ruvuma, hakuna sheria yoyote inayokiukwa kwa Chadema kutumia kauli mbiu yao ya no reforms, no election Jeshi la polisi au afisa yeyote wa polisi au umma hana mamlaka kisheria au kimantiki kuzuia Chadema kutumia kauli mbiu yao ya no reforms, no election. Ni kwa bahati mbaya sana siku hizi hatuzingatii ueledi na wivu wa kitaaluma katika kutekeleza majukumu ya umma. Mamlaka ya jeshi la polisi kuhusu mikutano ya kisiasa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa yani Political Parties Act Cap 258 RE ya mwaka 2019 na sheria ya jeshi la polisi yani Police Force and Auxiliary Services Act Cap 322 RE ya mwaka 2019, polisi wana jukumu la kupokea taarifa za mikutano ya hadhara si kutoa kibali. Vyama vya siasa hutakiwa kutoa taarifa ya maandishi kwa OCD au OCS kuhusu mkutano angalau saa 48 kabla. Polisi hawana mamlaka ya kuzuia kwa misingi ya kisiasa, isipokuwa tu kama kuna taarifa za kiintelijensia zinazoonyesha uwepo wa tishio la amani, na hata hivyo, hatua hiyo lazima iwe ya muda, ya lazima na ya kiasi, na ieleze lini na kwa namna gani muhusika atafanya mkutano. Katika kesi ya marehemu Rev Christopher Mtikilaves Atoni Jenelo AG, mahakama ilisisitiza juu ya uhuru wa kujieleza, kushiriki mikutano na kutoa maoni ya kisiasa kuwa ni haki za msingi chini ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, ibara ya 18 na 20. Kauli ya no reforms, no election na uhalali wake haina kiashiria chochote cha uhalifu na ni kauli halali ya kisiasa ya kuhamasisha ari kila eneo lina lugha na misamiati yake, kama haikuhusu waachie wenye eneo husika. Umewahi kusikia wale mafundi na e, vibarua wa shirika letu pendwa TANESCO wanaponyenyua au kuvuta nguzo? Usiwalaumu, ile ni lugha ya eneo lao inayowapa hamasa ya kufanya majukumu yao kwa ufanisi. Kwa mujibu wa katiba ya Tanzania ya mwaka 1977 kama inavyorekebishwa, ibara ya 18 ya katiba inasema mtu yeyote ana haki ya kutoa maoni yake. Kauli mbiu hii ya CHADEMA mbele ya mtu timamu haiwezi kuharamishwa, na kama kauli hii ya CHADEMA ni haramu, basi mtuambie pia kuwa mwasisi wa kauli hii katika muktadha wa kisiasa katika taifa letu, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alikuwa mhaini kwa kuchochea uasi wa vijana dhidi ya uzembe na kutokuwajibika kwa viongozi wa umma. Moja, kauli mbiu hii haitoi wito wa vurugu, ni kauli ya msimamo wa kisera au kimkakati wa chama na inaangukia chini ya uhuru wa kujieleza na kuhamasisha mabadiliko. Je, ni kweli kwamba tunaweza kuwa na watu mpaka wakati huu ambao hawajui hata elements za kosa kongwe la uhaini, moja ya makosa mazee kupindukia. Mtu yeyote au taasisi yeyote inayojaribu kutumia mamlaka yake kuzuia kauli mbiu hii ya Chadema inakiuka haki za msingi, na mtendaji yeyote anayepitiliza mipaka ya kisheria anaweza kubanwa kwa dhima binafsi, yani personal liability, kwa mfano kupitia kesi ya kikatiba au ya madai dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka. Uongozi wa CHADEMA katika kutimiliza haki yao hii wanaweza kuainisha gharama zote walizoingia kuandaa mikutano yao ya Ruvuma kwa kusudi la kumfungulia mhusika shauri binafsi la madai kwa jina lake, kama kuna ushahidi kuwa kamanda au OCD huyo amekiuka sheria kwa makusudi kuzuia mikutano bila sababu za kisheria. Kwa jeshi la polisi kutoa amri kinyume cha sheria, ni fursa kuwafungulia wahusika kesi za ukiukaji wa katiba yaani constitution petition, kesi ya madai kwa kuzuia haki za msingi za eh, kwa kuzuia haki za msingi za msingi madhara, yaani tort au kesi ya dhuluma au matumizi mabaya ya madaraka. Kwa mujibu wa sheria na katiba, polisi hawapaswi kuingilia misingi ya demokrasia pale vyama vya siasa au wananchi wanapozigurahia. Mtu yeyote anayekiuka, kwa kisingizio cha mamlaka, ashtakiwe kwa jina lake binafsi. Haya ni maneno ambayo aliyazungumza wakili msomi Boniface Mwabukusi kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter siku ya tarehe 11 ya mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025, mara baada ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu kukamatwa huko Ruvuma na kisha kufikishwa mahakamani jijini Dar es Salaam na kushtakiwa kwa mashtaka mawili likiwamo shtaka la uhaini. Kwa upande mwingine, siku ya leo tarehe kumi na tatu ya mwezi huu wa nne na mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano wakili msomi Boniface Mwabukusi hakuishia hapo tu, bado anaendelea kwa kuzungumza, kutosaini kanuni za maadili hakuzuii chama kushiriki uchaguzi. Eh, huyu ni wakili msomi Boniface Mwabukusi akizungumzia kuhusiana na eh, sekeseke lililotokea siku eh, za hivi karibuni mara baada ya chama cha Chadema kushindwa eh, kusaini eh, eh, kanuni za maadili za uchaguzi unaokwenda kufanyika mwaka huu wa 2025 na na, na ikaonekana kwamba chama cha Chadema tayari wamekusha kujiondoa eh, katika uchaguzi mkuu unaokwenda kufanyika mwaka huu wa 2025 Oktoba. Wakili msomi Boniface Mwabukusi na rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, e, ameeleza kusikitishwa na tafsiri ya sheria inayochukuliwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi, akisema hakuna sheria inayozuia chama cha siasa kushiriki uchaguzi kwa kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Kupitia ukurasa wake wa X Twitter, e, wakili Mwabukusi ameandika kusema, sijui kama wenzetu wanazisomaje hizi sheria Je, ni utofauti wa vyuo? Hakuna sheria inayozuia chama kushiriki uchaguzi kwa kutosaini maadili ya uchaguzi. Ni tafsiri mbovu ya kukosa lojiki maana tuache kuharibu taifa na kuchochea vurugu, ameandika wakili Mwabukusi. Mtazamo wa Mwabukusi unashabihiana na mtazamo wa katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu ambaye jana Jumamosi alipendekeza kwamba chama ambacho hakita saini kanuni za maadili ya uchaguzi kisizuiwe kushiriki uchaguzi mkuu kwa kuwa ni haki ya kikatiba. ACT Wazalendo, tuliwasilisha maoni kwamba haki ya chama cha siasa kushiriki uchaguzi ni ya kikatiba. Kusaini kanuni za maadili kuwe ni commitment tu peke yake na sio kukiondolea chama haki ya kushiriki katika uchaguzi, alisema Ado Shaibu. Jana April 12, vyama 18 vyenye usajili wa kudumu nchini Tanzania vilisaini kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu na kulingana na mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani Kailima, Chadema haikufika kusaini kanuni hizo, suala ambalo limeelezwa kuwa e, kutokana na kutosaini kwao wamepoteza sifa za kushiriki uchaguzi mkuu na chaguzi ndogo zitakazofanyika ndani ya miaka mitano, yaani kuanzia mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, nasi tunayoisogeza kwako, ili kusudi nawe pia uweze kupata kujua na kufahamu alichokizungumza na anachoendelea kukizungumza wakili msomi Bonifas Mwabukusi, hasa hasa kufuatia sakata